Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Popote pale ulipo mtazamaji na msikilizaji wangu wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya thalathini na saba. Mtoto yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shora Dismas ambaye anaishi maisha magumu kutokana na wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. kama endapo utakuwa hujasubscribe channel chaneli hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel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 share comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako sasa ni kukaribishe sehemu ya 37 tuendelee kuidadavua simulizi hii ili tuweze kujua ni maamuzi gani ambayo yanaendelea katika sehemu hii ambayo yanamhusu Shora Dismas na maisha yake Kwa kweli kwa hali kama hii ngoja, maana nikikumbuka yule mama ndiye ambaye ameninunulia na hii simu nilionayo, yule mama ndiye ambaye amenisajilia na laini, kwa hiyo jina linasomeka muamini Vipi nitakapomwudhi? Kuna nini ambacho kinaweza kikatokea? Na vipi kama endapo kijana Amini atagundua kama kwamba mimi nimerudi katika Ukristo, ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea? Je, yes, sitamkwaza? Na kama nitamkwaza, nini ambacho kinaweza kunikuta au ni kitu gani ambacho nitakachokuwa nimekifanya juu ya maisha yake? Kwa sababu ashawahi kutamka ni ashawahi kum kumsikia kabisa nasema, bila mimi huenda na uwezo hata wa kujinyonga, na bila kumpatia maneno ya faraja, alikuwa ameshasema kabisa kwamba inawezekana mimi nimeenda kuolewa sehemu nyingine. Sasa yale maneno ya faraja ndiyo yaliyomfanya kwamba mimi aweze kuniamini kwamba niko pamoja na yeye. Sasa vipi haya mambo tena yanayotaka kuja? mm. E Mungu, mimi ni binti mdogo, haya mambo ni makubwa, nashindwa kuyaamua Nitakapomkubalia huyu kule watachukia na nitakapowakubalia wale, manake naamini hata huyu naye atachukia. Sasa mimi jamani, Mungu nifanyeje ili niweze kuminimize haya mambo yaani, manake pote paweze kubalance? Hapana, ngoja kesho ikifika Nijaribu kuzungumza na huyu nimsikie, nijaribu kumwambia kama endapo utakuta mimi ni Mwislamu, je, unaweza ukachukia au unaweza ukachukulia uka ni hali ya kawaida, nione atajisikiaje. Tena nitajaribu kuongea naye kama kwa utani utani, alafu nione ule utani wake atakao urudisha utakuwa ni wanamna gani atachukia au atafurahia? Kwa sababu hii sasa ishakuwa ngumu. Na hapa tena anajihoji, endapo nitakapomleta Amini bin Nasoro huku tukaanza kuishi, inamaanisha kwamba itabidi niwe namchukua mimi mwenyewe niwe nampeleka mpaka msikitini na msikiti upo huko huko, na nani, senta ya Mlaguzi. Kutoka hapa kutembea mpaka kule ni dakika kumi. Sasa alafu ni kwenye kamlima kweli. Nitaweza kweli kumpeleka? Sitabidi niende naye taratibu? Hmm, hatakuwa na wahi swala kweli? Hapa ndo jambo ambalo naliwaza mpaka nafikiria, nakosa najibu. E, Mungu naomba unisaidie tu, maana bila wewe sidhani kama nitatoboa. Hayo yalikuwa ni mawazo ambayo Shora Dismas alikuwa kiwaza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea. baada ya kuzungumza na kuwaza ma, mawazo kama hayo, yule Lesa, baada ya kuzungumza masuala kama hayo na yeye akawa na mawazo kama hayo, hapo ndipo ambapo Shola Dismas aliamua kuzungumza huko akisema <coughs> dada, tuendelee kumwomba Mungu, kesho tuamke salama ili kesho tujue ni kitu gani ambacho tutakachoamka nacho. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Lesa Charles alizungumza huku akisema mm. Hilo ni jambo ambalo litakalo kuwa zuri. Kwa hiyo mimi hapa ninasubiria yale ma -ma majibu ambayo utakao nipa. Kama utakubali hii tuo, tunakwenda wote kanisani sawa, lakini kama utakataa na penyewe ni sawa, kwa sababu kila mtu ana imani yake ambayo anaendelea nayo. Uenda uenda utakuwa pengine unapenda sana mambo ya upagani, mm. siwezi nikakufosi mi. Nimezungumza hivi, usiwe na mawazo Nimezungumza tu kwamba tuwe tunakwenda pamoja, kwa sababu wenda kule unaweza ukapata hata faraja, na pia kuna marafiki zangu wengine hmm, ambao ni wake za wainjilisti kule. Utapata marafiki wengi tofauti na mimi Lesa Charles peke yangu kwa hiyo ni wewe jamani, hii sio kwamba eti mimi nitakulazimisha. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas kuna wazo tena likaja, akaanza kuwaza, ala, kumbe sio lazima bora kwa sababu kama sio lazima hapa hata kama nikimwambia ukweli bwana, mimi kutokana na kwamba wazazi wangu walifariki sehemu nilipokuwa ninaishi, basi nilikuwa nimeshaanza kuswali, nilikuwa Muislamu. Nadhani hakuna chochote kitakachotokea kwa sababu amesema ni hiari. He Mungu, asante kwa sababu nilikuwa ninaogopa kama endapo ningeweza kumkwaza na yeye ningekimbilia wapi? Asante sana Mungu, umenisaidia. Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, na yeye alianza kuzungumza huku akisema, hmm, dada, sehemu nilipotoka kama jinsi nilivyokuambia, niliokotwa na Waislamu. Kwa hiyo taya, tayari nilikuwa nimeshaanza kwenda msikitini, na nilipata mchumba lakini yeye haoni ananipenda sana. Ninawaza kum, kumleta ili niwe nakaa naye sijui utaniruhusu, sijui hamna, lakini nilikuwa nimeshaishi katika Uislamu, nimeshaanza na kuswali. Unanishauri nini dada? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Lesa Charles akazungumza huku akisema mm. Dada, usipatwe na shida kabisa. Mimi hapa nipo na nitafuatilia mpaka vyote ambavyo utakavyovifanya, vyote mimi, tuko pamoja wewe uwe ni mkristo uwe ni muislamu, tutakuwa pamoja, na mkaribishe tu na yeye aje hapa e. Kwanza ni jambo zuri kwa sababu eh, eh. Kwa namna jinsi ambavyo ninakuona una mawazo mawazo I. Hata mimi nitakuwa na kuja kuwa na angalia huyo ndiyo haoni, lakini na mimi nitakuwa na mchango wangu hapa kama umeshakuwa muislamu na yenye ni dini wote, situna situnamuomba Mungu mmoja. Mungu ni huyo huyo tu, kwa hiyo siwezi kukutupa rafiki yangu, tutakuwa pamoja. Na baba mchungaji atakapokuja, nitamwambia. Kwa hiyo jina lako la Kiislamu naitwa? Na baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shora Dismas alizungumza huku akisema jina langu la Kiislamu ninaitwa Smaia, ninaitwa Smaia, ndiyo jina ambalo nililopewa na kule. Walikuwa wanataka kabisa kukataa kunichukua, nisingeweza kuishi bila kubadilisha dini walikuwa. Walikataa hawawezi wakaishi dini mbili tofauti, nikabadilisha nikaanza na kuswali. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, alionyesha furaha huyu Lesa Charles akapiga na makofi na, ku, na, na, ku, na kupiga na mikono eh, wakagonga tano, yani zile kama za kishikaji zile nipe tano, mnagonga wote hivyo. Akawa wamegonga tano kwa pamoja, Lesa Charles akaanza kucheka kwa sababu hakutaka kuchukia kwa sababu ya masuala ya mipaka ya kidini, kwa sababu kwanza picha linaanza huyu binti haishi kwake angekuwa naishi kwake kabisa pale anapoishi kwa baba mchungaji, huenda kidogo ingeleta taswira tofauti, lakini kwa vile ni kwa baba mchungaji, lakini eneo ambalo ni la nyumba ya pembeni, nyumba ambayo iko kwenye mashamba yake, hakuona shida kabisa, kwa sababu huku kwingine hata kama kukiwa na imani tofauti sio mbaya na hapo ndipo ambapo Lesa Charles alipochomoa mkobani mwake, kuna kamkoba ambako alikokuwa amekavaa shingoni, akachomoa simu na hatimaye akampigia mume wake, wakazungumza akamweleza kila kitu kwamba ameshapata mtu wa kuja kuishi hapo, lakini akamwambia ni imani tofauti yaani, ikimaanisha kwamba ni Mwislamu. Baada ya kumwambia hayo yote, huyo mume wake hakuonyesha hasira wala hakuonyesha ubaya wa aina yeyote. Kwanza alishukuru kwa sababu patakuwa panafanyiwa usafi na patakuwa na mtu ambaye anayeishi, kwa sababu hata yeye alikuwa na waza angemweka nani ili awe anaishi hapo. Kwa hiyo akamsimulia vyote, namna jinsi ilivyotokea na namna jinsi alivyompata. Akamwambia kwamba alimwambia sehemu ya ku ya kuwa wanalipa, manake wanaokuja kupanga hapo wanalipia shilingi elfu tano lakini yeye amempatia miezi miwili akae bure. Alimwambia kila kitu ambacho alichomfanyia na hatimaye akamwambia kwamba asimpe miezi miwili tu, ampe kabisa akae bure, kwa sababu huko kuwa anafanya usafi ni jambo moja zuri, na hilo ndo linaweza likawa ndiyo mshahara tu unaotosha kwa hiyo. Na uzuri alikuwa akizungumza naye huku akiwa ameweka loudspeaker, kwa hiyo yote yaliyokuwa yanazungumzwa kati ya ya Lesa Charles na mme wake Shola Dismas alikuwa akiyasikia vizuri kabisa. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo baada ya kumaliza kuzungumza naye kwenye simu alisimama huyu dada na kuanza kurukaruka huyu Lesa Charles. Yaani kiasi kwamba haamini kidogo, alikuwa wa na wasiwasi wasi huenda mume wake ndiye ambaye ya angeweza kuleta shida kuhusiana na masuala ya kumkabidhi nyumba hii ili aweze kuendelea kuishi Shola Dismas pasipo kulipia. Japo miezi miwili, alikuwa amepanga hiyo elfu kumi atailipa yeye, aseme kwamba Shola Dismas ndiye kalipa. Lakini sasa amekuja kusikia jambo la matumaini kabisa huyu mume wake akisema amweke aishi bure, atakachokuwa nakifanya ni kufanya usafi tu hapo. Huo usafi anaoufanya hapo ndio mshahara tosha. Hapo ndipo ambapo aliposimama na kuanza kurukaruka. Hatimaye aliamua kuweka kwenye simu yake mziki, na baada ya kuweka kwenye simu yake mziki, hapo hapo na Shora Dismas akiwa anafurahia na kuchekacheka akamnyenyua wote wakasimama, wakaanza kucheza na, ulikuwa ilikuwa ni pambio ambazo tunazisikia wanaziimba humo kanisani na pambio yenyewe ilikuwa inaimba kama hivi: mwamba mwamba mwamba mwamba mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba. Ilikuwa inaimbwa kwa mfumo huo, nadhani kwa wale ambao mnasali mtakuwa mnaijua hiyo pambio, ndiyo ambayo aliyokuwa ameiweka pale katika simu yake, na wakaanza kucheza pamoja na Shora Dismas, wakiwa wanapiga makofi kwa pamoja, wanafurahia kile ambacho kilichotokea, okay. Akawa amejisahau kabisa, Shora Dismas kama yeye sio Mkristu tena anatakiwa aungane na Waislamu na akawe katika ndoa ya Kiislamu, lakini kwa furaha alizokuwa nazo alijisahau mpaka walivyomaliza pambio, ilivyoisha na akaamua kunani kuzima mziki hapo kwenye hiyo simu. Waliingia ndani pamoja, wakaanza kukunguta maombi Shora Dismas alikung'uta maombi ya Kikristo vizuri sana, kwa sababu si alikuwa ni mtoto wa mwinjilisti. Kwa hiyo alianza kupiga maombi ambayo eh, nadhani sijui kama mtu wa kawaida, kwa kupitia yote hayo ambayo ameyapitia Shora Dismas, sidhani kama angefikia hadi hatua hiyo ya kupata furaha ya namna hiyo na kukung'uta maombi. Nadhani kwa mtu mwingine angekuwa ameshawaza hata kujinyonga tu, hata hizi furaha tena zisingeweza kurejea. Hapo ndipo ambapo alipochukua kwenye mkoba wake huyu mwanamke huyu lesa chars, akachukua bibilia pamoja na tenzi yaani akaamua kuvitoa sasa vitabu vyote katika kale ka mkoba ambako alikokuwa mebebelea, katoa vyote kabisa, yani kilichobaki mle ndani ni pochi ya pesa tu. Lakini vile vitabu vyote ambavyo anatembea navyo, tenzi pamoja na vitabu vingine vidogo vidogo ambavyo vinahusiana na dini, vyote alivitoa, akaweka pale. Wakafungua yani, huku wanaendelea kupiga maombi, wakati bibilia zote zimefunguliwa, na alikuwa nazo mbili. Shora Dismas akachukua bibilia hii na mwingine hii, wakaanza kupiga maombi, wakapiga maombi ya kutosha mle mle ndani. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti Sehemu ya 37 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemwona Shola Dismas akiwa anaendelea kuwaza namna jinsi ambavyo haya mambo mawili ambayo yamemkabili, huku huyu dada anasema waende wote kanisani, huku anaogopa ataharibu sasa. Akawa nawaza ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya ili pote paweze kubaransi. Huyu akimfanyia hiki, huyu atachukia, huyu akijaribu kutoka huku, akimwegemea aki, aki, huyu huyu atachukia. Sasa alivyokuwa akiendelea kuwaza, ndipo ambapo aliona kabisa huku mzani umekuwa mwepesi kwa sababu amekubali, hata kama awe ni wa dini tofauti, yeye ataendelea kuwa naye. Wataendelea kuwa marafiki na hamna tatizo la aina yeyote. Na alivyomtajia kwamba amekuwa na mchumba Mwislamu na asiyoona, alifurahia kwa sababu yeye mwenyewe huko nyuma Lesa Charles alisoma katika shule za wasioona, na yeye ndo aliyokuwa msomaji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 Mimi ni hasdi zero tu, Baba Sam the King, niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania tv channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.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 Baba Sam unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV chaneli kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15